Karibu kipua midia kwenye simulizi za kusisimua. Stori yetu ya leo inaitwa mto wa Lana, na msimuliaji wako Joseph. Sehemu ya kwanza: mwanzo wa safari. Katika kijiji cha mto huru Sumbawanga uko Tanzania, kilichopo kando ya mto mkubwa uliojulikana kama mto wa hewa, kulikuwepo na hadithi ya kutisha iliyosambazwa kizazi baada ya kizazi Wazee wa kijiji walisema mto huo ulikuwa umebeba laana ya mababu waliokufa vibaya enzi za ukoloni. Mtu yeyote aliyetubutu kuogelea au hata kunywa maji yake bila kibali cha mganga wa kijiji alipotea au kupata mikasa isiyoelezeka. Kijana mmoja jasiri aliyeitwa Mosi hakuwahi kuamini hadithi hizo. Alikuwa na tamaa ya kuvuka mto na kuelekea upande wa pili ambako ilisemekana kulikuwa na utajiri mkubwa. Marafiki zake walimwonya, lakini Mosi aliwacheka na kusema hamna chochote zaidi ya uoga wenu. Siku moja usiku wa giza nene, Mosi alijitosa kuvuka mto. Alipokuwa katikati ya maji, upepo mkali ulianza kuvuma, maji yakawa meusi kama damu, na mikono ya ajabu ikajitokeza kutoka kwenye mawimbi ikimvuta chini. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti yake ilimezwa na giza la maji. Ilikuwa mara ya mwisho watu wa kijiji kumwona. Baada ya siku tatu, watu wa kijiji waliona kitu cha kutisha. Mosi alirudi, lakini hakukuwa katika hali yake ya kawaida. Ngozi yake ilikuwa imepauka, macho yake yalikuwa meusi na sauti yake ilikuwa nzito na yenye kutisha. Hakuzungumza na mtu yeyote, bali alikaa kimya huku akitabasamu kwa njia isiyo ya kawaida. Usiku huo, watu wa kijiji walisikia vilio vya ajabu kutoka nyumbani kwa Mosi. Walipoenda asubuhi, hawakumkuta yeye wala familia yake. Nyumba ilikuwa tupu, lakini sakafuni kulikuwa na maji mekundu kama damu. Wazee wa kijiji walikusanyika na kusema, "Mto umemdai na familia yake. Hakupaswa kuivuka laana." Miezi michache baadaye, msafiri mmoja aliyeitwa Baraka alipita karibu na mto huo akielekea katika kijiji cha jirani. Alisikia sauti ya mtu ikilia kwa mbali. Kwa kuwa alikuwa na moyo wa huruma, aliamua kufuata sauti hiyo ili kumsaidia mwenye matatizo. Alipofika kando ya mto, aliona kivuli cha mtu kikiwa kimesimama juu ya maji, kikimwita kwa mkono. Baraka alihisi ganzi mwili mzima, lakini kabla hajageuka kuondoka, alihisi mkono baridi ukimgusa begani. Alipiga kelele na kukimbia kuelekea kijijini, lakini alipofika, hakuweza kusema chochote kwa sababu ulimi wake ulikuwa mzito ghafla. Alibaki akitetemeka huku wazee wa kijiji wakimnyunyizia dawa za kienyeji. Baada ya muda aliweza kunena na kusema, nimemwona Mosi, yuko pale mtoni, anaita watu Wazee wa kijiji walimtazamana kwa hofu na kusema, laana bado ipo. Miezi iliendelea kupita na watu wachache walipojaribu kupita karibu na mto huo waliangamia kwa njia za kutatanisha. Mchungaji wa kijiji aliamua kufanya ibada ya kufukuza pepo, lakini kabla hajamaliza sala zake, upepo mkali ulivuma na mlio wa sauti za huzuni ulisikika ukitokea ndani ya maji. Maji ya mto yaligeuka kuwa meusi na mara moja mchungaji alipiga kelele na kuanguka chini. Alipoamka alisema, "Huu si mto wa kawaida, ni lango la kuzimu." Watu wa kijiji walikubaliana kuepuka kabisa eneo hilo. Wageni waliotembelea kijiji hicho walionywa kutokaribia mto huo. Lakini kila baada ya miaka michache, bado kunaripotiwa kusikika sauti za watu wanaolia usiku. Na kivuli cha mtu kisicho na uso huonekana kando ya mto kikiwaita wasafiri wasio na hatia. Hadithi ya mto wa laana inabaki kuwa onyo kwa wote wenye tamaa ya kupuuza tahadhari za mababu. Sio kila maji yanayopenya chini ya ardhi ni safi, na sio kila utajiri unafaa kutafutwa kwa gharama ya uhai. Tunasema kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na kama ukiona mto ukiwa kimya kupita kiasi, usitubutu kuusogelea. Usisahau kutufollow kwenye kurasa zetu za YouTube Kipua Media. Subscribe, like, comment na share kwa stori nyingi kali na za kusisimua kila Jumanne na Ijumaa hapa hapa.